Sasa leo katika hii mahakama ya hakimu mkazi wa kia Kisutu, salam, ya Kisutu iliyoko Dar es Salaam maarufu kama mahakama ya Kisutu yaliitwa mashauri kadhaa, nitaenda kuyatolea maelezo mawili ambayo mimi ninayasimamia binafsi. E, shauri la kwanza ni namba 26388 namba ambalo linamuhusu e, mshtakiwa e, washtakiwa kadhaa walikuwa 22 lakini wale ambao walikuwa na beba niite si headline au nini, ni Jenifer Jovin almaarufu Nifa pamoja na, e, Ruthi Melda ambaye ni maarufu kama Strong Icam, na wenzake 20 hawa wanashtakiwa katika kesi ndio itajwe shtaka namba 2638 ya mwaka 2025 kwa makosa ya kula njama ya kutenda vitendo vya uhaini na uhaini wenyewe. E, mtakumbuka ilipoairishwa mara ya mwisho tulikuwa tumetoa hoja mbili tatu za kisheria na leo ilikuwa imeitwa kwa ajili ya kutolewa uamuzi Kusama, meitua, sasa leo limeitwa mbele, meitua, mbele liyamuya, mba, e, ya Mheshimiwa Aaron Liamuya, na upande wa mashtaka umetoa hoja kwamba hawana nia ya kuendelea na mashtaka vida washtakiwa ishirini katika kesi hiyo isipokuwa e, mshtakiwa anaitwa e, Mika Chavala pamoja na mshtakiwa namba 17 na nafikiri kama nakumbuka vizuri, pamoja na mshtakiwa wa kwanza Jenifer Jovin almaarufu Niffer. E, of course hawajatoa sababu za kwa nini hawa watu wawili Mika Chavala, mshtakiwa namba 17 pamoja na mshtakiwa wa kwanza Jenifer Jovin almaarufu Niffer, wao hawajafaidika na hiyo huo utaratibu. Kama nilivyokwisha sema awali, mkurugenzi wa mashtaka ana mamlaka chini ya fungu la 92 cha sheria ya makosa ya jinai kufuta shtaka lolote la jinai linaloendeshwa katika mahakama yote Tanzania ambalo lipo kwenye hatua yoyote ile kabla ya hukumu. Kwa hiyo kama ninavyosema, hao ishirini wamefutiwa mashtaka na bahati mbaya anapo sheria haimpi e, ulazima eh? ha, haimpi DPP obligation ya kutoa sababu za kwani anafuta mashtaka. Kwa lakini mahakama imerekodi kwamba mashtaka yamefutwa dhidi ya 20 na wengine wawili e, mashtaka yao hayajafutwa.